Hello, hello, my good people. Welcome back to my YouTube channel. Long time, sijai wapostia kitu sasa. Leo nimewaletea list ya wawach ilist e ya wawach, lazima niwawekea YouTube maalita dumu si, siye ziyeka TikTok kwa sababu wanaweza wakalipot si, nitaeka maarita dumu endange uipatange huko. Sasa moja kwa moja tunarudisha akili zetu nyuma mpaka kwa mwana wa meli. Pereka akili yako moja kwa moja mpaka kwa mwana wa meli kama mchui. Mwana wa meli ni wape history kidogo. Mwana wa meli ni mpapa fulani, alikuwa anafanya kazi ya kusaidia makiboi, ama watu wa contract, alisaidia sana by the way. Huyo mwana wa meli alikuja kutolewa na darara mmoja, anaitwa Sara Sijui kutamuka esi na set, lakini ni Sara ya set. Huyu mwanamke ndio uyu hapa, huyu mwanamke amekaa hapa Saudi 35 years 35 years. Huyu Sara ndio alipereka mwana wa meli akaenda nyumbani yeye ndiye alifanya mwana wa meli akadipotiwa. Yeye ndiye alifanya mwana wa Meli akaandikiwa kesi kutorosa watu kutoka kwa contract kuuza panki, huyo huyo mwanamke mnamuona hapa. Sasa leo hii tupeleka akili zetu mbele kidogo. Mnakumbuka kuna msichana ndiye wa postia alikuwa anaitwa Joy. Joy alikuwa anaza. Joy alikuwa anaza. Wakati Joy alikuwa anaza, huyo mwanamke ndiye alikuwa, alikuwa, alikuwa anamzalisha. Ndi Joy akakufa. Wakati Choe alikufa, huyu mwanamke alitaka kuficha maiti, sijui alikuwa anataka kupeleka wapi. Mimi nayo haraka haraka nikaambiwa, nikakuja, nikaposti. Vile niliposti, walinitengenezea grupu ya watu elfu tatu, walinitusi, wakanitusi, wakanitusi, finali wakatoa hiyo maiti, ikapelekwa mochel, na huyo mtoto wa wenyewe walishindwa kumchangia maiti yake iende nyumbani, ilibaki Saudia. Weka full stop hapo, tusonge polepole ameua wasichana watano wakitupwa desert. huyu mwanamke mnamuona hapa. mnamuona hapa ana host wageni. Angalia hii sura vizuri before uanze kukemboi ukikute kwa hii sura. Ana host wageni na kukemboisa anakupea mwanaume mwana. Ukikata unakuliwa by force, by fire na ukionekana uko na mdomo kama mimi ukionekan uwna ndio unatupwa hiyo. huyu mwanaume mnamuona hapa kumbe ni mpango wake wa kando huyu mwanamke, akatuma huyu mwanaume wakaua bibi yake, ndio wachange half a million, kwa sababu bibi ya kiongozi amechangiwa half a million. Huyu mwanamke munamuona hapa, ni yeye aliyekea bibi ya kiongozi sumu, na yeye ndiye alipeleka bibi ya kiongozi moja li, na yeye ndiye amesimamia kila kitu kuchanga kila kitu kuchanga Hizi pesa zenye zimechangwa kwa pepe za kiongozi amekula zingine, zingine ameenda ameonga ndio kiongozi asiajiriwe. Huyu mwanamke huyu. Wewe kama ni Kemboi unataka kukemboi, ukijipata kwa mikono ya huyu mwanamke kimbia. Huyu mwanamke ni muuaji, achaua mmoja, achaua wawili, achaua watatu, achaua wanne, na anasema anasema mkimsema mtamfuata mutafata au wengine wenye wamekufa, yaani aogopi aogopi, huyo mwanamke guys. hata sijui niwaambie nini, sijui niwaambie nini, sijui niwaambie nini. Huyu mwanamke kama wewe ni akikupeleka kazi ako na marokeshoni marokeshoni zake yeye, anazanya tu pesa, nyinyi ni kudinywa tu, nyinyi ni kudinywa tu Ukijikuta kwa mwanamke sweetheart, kimbia. Ukijipata kwa mwanamke kimbia, toka mbio, usijaribu kukaa hapo. Akuku, hakuna presha juu, hakuna presha ya juu. Matawa za kulevya ni kwake, ya kutoa mimba ni kwake, wanaume ni kwake. Yani yeye kila kitu ni kwake. Hizo vitu ndio ameenda akaandikia kiongozi na ni zake. Ukichukuta kwa huyo mtu kimbia, na kuambiwa, ukichukuta kwa huyo mtu kimbia, kimbia. Mimi ni sawa wapea onyo, ukijipata kwa huyo mtu, wewe toka mbio. Nitawawekea video yake hapa akiwa na filter na niwekea nyingine yenye na filter, kwa sababu unaweza muona wakati kuna filter umkute wakati ana filter ukafikiria si yeye. Nitawawekea hapa zote mbili. Mumuone, mumjue. Ni sawa eh? usichukute huko jamani, usichukute usichukute Usijikute sasa. Bwana yake saa hii ndiye ameanza kazi, bwana yake sio namba sita, ndiye ameanza kazi sasa. Anataka akuwe kiongozi, rokesori za kiongozi amechukua zote, vitu za kiongozi amechukua zote, ati anataka amweke mtoto wa kiongozi. Amekatalia, hataki mtoto aende nyumbani. Huyo mwanamke unamuona vizuri, mm. Sasa amuskii tena, nionge polepole. Sasa amuski hii, nimetoa kwa gurupu ya wale 7 kirasi. Sasa amuskii huyu ndio yule mwanamke niliwaambia alikuwa katika ile nini ya kutoa mwana wa meli. Sasa amuski hii. Sasa awenye wametengeneza hii gurupu wasa kwa marafiki zangu, amuski Ule Joe mwenye alikufanga kama anazalishwa na mkunga ni kamposti wakamtengenezea gurupu ya watu mia elfu tatu. Hamusiki, yeye ndiye alisema nitengenezea gurupu ni jaraswe ile stika yenye ilikuwa inasema ati mimi na mbuzi.